Mimi nilikuwa najiuliza maswali ya msingi sana, tunatoka wapi sisi wanadamu? Ndiyo nimefundishwa mimi, ni Mkatoliki na bahati nzuri ni mseminari, tumefundishwa kwamba tumeumbwa na Mungu, lakini inatosha tu, nilitamani kuchimba zaidi. Tumetoka wapi? Na kwa nini Mungu alituumba? Nilikuwa na maswali kwamba nina umuhimu wote hapa duniani au nimekuja tu kula ugali na baadaye kufa na kuondoka. Nikaja kugundua hapana, ninao umuhimu na moja wa umuhimu ni huu, kukufundisha wewe Kumiliki Steji nikajiuliza, kama nina umuhimu ni vitu gani ninavyo mimi vinavyonifanya niwe muhimu, nina talanta zozote? Ndiyo nikaja kugundua nina talanta, nikaja kugundua shabaha ya maisha yangu, ambayo naifupisha katika maneno mawili ya Kiingereza. Mimi shabaha yangu ni kueneza upendo, na upendo kwangu mimi umeuganyika katika sehemu kuu mbili, humility na humanity. Humility kwangu mimi ni kunyenyekeza mbele za Mungu na kutambua uwezo wake, na humanity ni kumpenda jirani yangu. Huwa napenda kuwa kuwaambia watu kwamba humanity is the act of giving people good news and the new goods. Kumekuwako na hali ya kutoa injili ambayo ni habari njema, lakini hatuwapi watu vitu vyema, na ndiyo maana Yakobo anashangaa kwamba yafaa nini, unambariki mtu, mtu anaona baridi anahitaji koti, unambariki unaambia, kwa jina la Kristo basi nenda zako kwa amani. Amani inatoka wapi? Ndio umempa habari njema, lakini haujampa kitu chema. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba e, tupo hapa duniani katika shabaha ya kueneza upendo, na upendo umegawanyika katika makundi hayo makuu mawili, unyenyekevu kumpenda Mungu na utu, humility kumpenda mwanadamu mwenzako au kumpenda jirani yako, na katika kumpenda huko jirani tunapaswa kutoa habari njema na vile tutoe na vitu vyema. Hmm? Kwa hiyo eh, hilo swali nilikuwa ninajiuliza nikapata jibu kwamba that's my life purpose. Popote ninapotokea huwa nakumbuka kwamba I'm here for the love. And the love that I'm here for is divided into two main categories. The first category is about humility. Humility to me is the love to God. And the second category of the love is humanity, to love people, to love my neighbors. And to love people to me is to give to them both good news and new goods. Na baadaye nikajiuliza, tunaenda wapi baada ya haya yote nikapata majibu. Majibu hayo ndiyo yaliyosababisha kuzaliwa kwa kitabu cha Wanafikara wa Kiroho, maswali matano ya msingi wa mwanadamu.